Maendeleo ya teknolojia duniani yamechochea ufanisi mkubwa kwa baadhi ya kazi ulimwenguni. Mfano, katika nyanja ya usafirishaji, kwa sasa ni kawaida sana mtu kutoka bara la Afrika kwenda Ulaya kwa siku ama masaa tu. Si katika usafirishaji tu, pia katika mawasiliano. Watu walio katika umbali tofauti tofauti wanaweza kuwasiliana kwa muda mchache zaidi. Teknolojia duniani imekuwa na faida, si kwa watu wote, bali kwa watu baadhi tu. Wapo waliojikuta wakipata changamoto mbalimbali mbali, kiuchumi, kisiasa, kijamii na kisaikolojia. Hii ni kutokana na matumizi ya teknolojia. Kundi la watu wengi lilijikuta likipoteza kazi, ni baada tu ya mashine kuvumbuliwa ambazo zilikuwa zinafanya kazi mbalimbali walibidi wafanye binadamu, na kuna watu walijikuta wakipata matatizo mbalimbali mbali ya kiafya. Ni kutokana na matumizi mabaya ya teknolojia. Teknolojia hadi hivi sasa ni fumbo lililokosa mfumbuzi. Ulikuwa nami Goddrav, Gis Media, we are the best.